toza Professor Jay kufahamika na mshua wake ama marehemu baba yake Suma Lee, inawezekana sio ongeni kwenye masikio yako, na inawezekana sio stori mpya tena kwenye masikio yako kwamba Professor Jay alisababisha ama, ndiye ambaye aliplay ali role kubwa kwa washua wake ama wazazi wake na Suma Lee mpaka Suma Lee akaamua kufanya muziki, ndo sasa hivi kageukia sana kumtumikia Mungu kwa jinsi ambavyo yeye anasema na vitu ambavyo amekuwa akivifanya kwa sasa hivi. Hayuko tena kwenye secular music, ana deal na masuala mazima ya ooiya kumtumikia Mwenyezi Mungu na vitu kama hizo. Professor Jay anasema kwamba Uh, kwenye albamu yake ya Joseph kwanza, ambacho amjui lile neno Joseph, jinsi ambavyo limekaa limekaa kimikakati. J inasimama kama jifunze, O inasimama kama ona then S inasimama kama sema, E inasimama kama elimika, ile P inamaanisha pitia then ile H anamaliza kwa kusema hamasika. Sasa nijifunze ona sema elimika pitia Hamasika hiyo ni album ambayo ilikuwa na miwa kumi na tatu ama kete kumi na tatu na moja kati ya hizo kete kumi na tatu nikusaidiaje ilikuwa humo ndani. Na ilikuwa ni track namba moja ambayo ndio hiyo sasa. Najua inawezekana ulikuwa hujui na inawezekana pia ulishawahi kusikia sehemu, lakini leo tunaye Professor Jay anathibitisha kwamba moja kati ya watu ambao walitakiwa kufanya chorus kwenye hii ngoma alikuwa ni Suma Lee, lakini baada ya kuona kama Suma Lee kuna namna hajafanya kwenye li, zile level eh, za vile alifanya kinyonge, ika sound kwa sababu ya tempo na vitu kama hivyo, ikabidi wamsogeze Ferouz, akaja akachinja man, ikawa kwenye map. Una namna hivi lazima uingie mchecheto Profesa huyo hapa. Uh, Suma Lee ni kweli. Wakati tunamwingiza, nilikuwa na hamu sana kufanya kazi na Suma Lee kwa sababu mimi nilikuwa nafanya Tanga na Suma, kwa wakati Tanga nishakutana naye Tanga na baba yake Suma, marehemu Mungu amlaze pema, alikuwa rafiki yangu pia, alikuwa anakuja ofisini na vitu vingine. Lakini kikubwa ni kwamba nilipompa nafasi Suma tuko kwa majani pale, tukaona Suma ameimba lakini alipooza, tulitaka hype kabisa, ile hype ya hali ya juu ambayo ingeweza kuchangamsha ile ngoma. Unajua ngoma ni art of storytelling, inatakiwa wakati utamu na flow zinaendelea pia chorus iamshe zaidi ndio maana unaliona ile dude likianza kulia, tuleo hamna mtu anakaa kwenye kiti. Kwa hiyo tukiroho safi tu tukamwambia Suma bana, umu umepoza sana, na wakati walikuwa na yani, hajaonana na majani na vitu vingine, unajua ule mdachi nayo ukikutana naye tu hivi unaweza kujikuta huko comfortable. Kwa hiyo alikuwa kwenye comfortable zone yake. Kwa hiyo na tumuite Ferouz akatengeneza, akapita mule mule na vitu vingine kama hivyo. Ngoma likafika hapo lilipofika. Asante.